Katika ishirini ishirini na tano Dokta Samia Suluhu Hassan na serikali yake wameweza kuleta zaidi ya bilioni mia tano sabini na mbili kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali, ikiwemo zahanati kila kata, zipo vituo vya afya, lakini pia tumepata bahati ya kupata hospitali mbili za wilaya. Moja imekamilika ipo eneo la zake, lakini nyingine nayo inaendelea kujengwa kwa kasi ambayo ipo eneo la Chamazi. Lakini si hivyo tu, pia mama ameweza kufanya mambo mengi, amemtua mama ndoo vizuri katika wilaya yetu hii ya Temeke, hususan katika jimbo letu hili la Mbagara. Maji yanayotoka Kisarawetu yameshaingia ndani ya ya wilaya yetu, na sasa miundombinu ya maji inatandazwa kuelekea kwenye majumba ya watu. Mambo ni mazuri kweli kweli. Amani iliyoko katika nchi yetu ya Tanzania tusijaribu ikatoweka hivyo. Niwasisitize sana watanzania wenzangu, niwasisitize sana ndugu zangu wa imani zote tukaiombea amani yetu ya Tanzania. Vile vile niwasisitize sana wananchi wote na wakereketwa wa chama chetu cha mapinduzi, tujitokeze kwa wingi na wananchi wote, lakini pia kwenye kata yetu ya Miburani kulikuwa na uchache au uchache wa madarasa ya sekondari, mama huyu ameenda kutujengea kupitia pesa ya mapato ya ndani, lakini pia kuna pesa ambayo ilikuwa imeongezwa kutoka serikali kuu. Kiukweli na mambo mengi sana ambayo amefanya mgombea wetu wa urais kwa kipindi kile cha kipindi cha miaka minne. Amani ni kitu kikubwa sana, kila mtu kila mzazi ajitahidi kuzungumza na watoto wake juu ya kuilinda amani yetu tuliyokuwa nayo katika nchi ya Tanzania. Nchi zote zilizotuzunguka zimekwisha chafuka tayari, kisiwa kilichobakia cha amani ni Tanzania tu peke yake. Kwa hiyo umuhimu wa amani ni mkubwa zaidi kuliko kitu chengine chochote. Mheshimiwa, ndugu mwandishi, tunahamasisha kupitia misikitini na vikazi vingi vingi, kuwaambia watu umuhimu wa amani hiyo. Haki haiwezi kupatikanika bila ya amani. Watu tunawaambia waende wakafanye uchaguzi wakapige kura, na tunawahimiza watu wapige kura warudi nyumbani. Vijana, pigeni kura, rudini nyumbani.